Naam, karibu tena mtazamaji. Ni mzee mwenye umri wa miaka 86 lakini amepata umaarufu mkubwa katika kaunti ya Lamu kutokana na ujuzi wake wa kupiga mbizi na kuokoa maisha na mali baharini. Tunamzungumzia Mzee Ali Suo Bakari, ambaye amekuwa akipiga mbizi kwa zaidi ya miaka 60. Abdulrahman Hassan aliandamana na mzee huyo baharini na kuangazia safari yake ya mwisho huku akijiandaa kustaafu kutokana na kudhoofika kwa afya yake. Kila hatua anayopiga mzee Ali Suo Bakari kwenye ufuo wa bahari inaashiria uzoefu wa shughuli ambayo amekuwa akiifanya baharini kwa zaidi ya miaka 60. Safari ya kuelekea shughulini huanza kwa kuabiri boti inayomtoa ufukweni mwa Bahari Hindi hadi katika sehemu anayolenga kupiga mbizi. Wow, awesome. Ni kazi ambayo inahitaji maandalizi ya kutosha. Maisha yangu baharini, kuwatoa baharini, niliingia wakati wa koloni, sijui ni kama maka hamsini au ni maka arobaini na tano kama hivyo mpaka kufikia hivi sasa. Na nilianza kufanya kazi Malindi ya uvuvi mwanzo, nikaacha Anapozama majini mzee Ali Suo Bakari anafanya hivyo akifahamu fika kuwa hii ndiyo mara yake ya mwisho, na anapoibuka tena anaiaga japo kwa masikitiko makubwa, kazi ambayo ameifanya tangu ujana wake. Amekuwa akifanya kazi ya kuwaokoa watu na mali ajali zinapotokea baharini. Nasikitika kwa kuiaga bahari, mpaka dakika hii bado sijaona mtu ambao waweza ku ukavaile pale inahitaji kuwafundisha na kuwaelimisha watoto wetu ndugu zetu ambao pengine fikira zao ni tofauti na sisi. Kwenye kumbukumbu kumbu zake Mzee Ali Suo Bakari anatafakari kuhusu kuzama kwa basi la Garissa Express katika kivuko cha Mokoe. Kazi ambayo nimefanya barini mimi kwanza, kuokoa maiti, kuokoa watu ambao wamedhama, na nimeokoa gari Garissa Express ambapo watu walisema sitaweza kuitoa na kaitoa. Mzee Ali Suo anaeleza changamoto alizokumbana nazo kabla ya kupata vifaa vinavyomrahisishia mambo. Wajua hata viatu kutumia za kwenda baharini, za kudhamia viatu pia za wakati huwa alikuwa hakuna glasi ilikuwa zikipatikana, lakini nikitumia maguu hivi, hivi kama kawaida, lakini ilipokuwa viatu nikajifunza kutumia viatu, nalipata maarifa maarifa kubwa sana, nikapata ujuzi, nikapata usaidizi. Mzee Alisuo anapojipanga kustaafu ana masikitiko makubwa. Sasa wajua, ni vijana sasa, si vijana kama sisi tulikuwa hali ya zamani. Vijana sasa hivi husema kwamba oh, eh, watu walikuwa wamelala, sisi tumeamuka. Lakini mimi kama mzee Ali Suo nasema hivi vijana va wa kisasa wamelala hata wamekosa fahamu, kwa hivyo nasikitika. Miaka 86 ya uhai wake, sitini ya uzoefu wa bahari, mzee Ali Suo atabakia kuwa kiungo muhimu kwa wanabahari ya Lamu, huku uongozi wake ukiwa kama ramani kwa wengi. Abdulrahman Hassan, runinga Citizen County.